Katika hii video nitakupatia mbinu ambayo itakusaidia kutengeneza matangazo bora zaidi ambayo unaweza kupromote kwenye Facebook ads, kwenye Instagram, YouTube, sehemu yoyote ile, na lengo ni kupata wateja wengi zaidi. Baada ya kutazama hii video utaondoka na kitu hicho. Usiogope, haitaji utaalamu wowote. Ni kila mtu kwa kutumia simu yako tu unaweza kufanya kitu hiki. Kikubwa tazama video kwa makini mpaka mwisho. Mimi naitwa Vinai na hili tu Vinai TV na hivi ndivyo ninafanya kila siku kwa wageni. Gusa alama ya subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa na kuwa mtu wa kwanza kupata video zetu ili usipitwe na mambo kama haya. Kitu cha kwanza kufanya ni kuandika tangazo lenyewe kwa njia ya script na tutatumia AI kufanya kila kitu kuongea, kuandika mpaka kuunda video. Tutaingia kwenye Gemini unaweza kutumia yoyote, lakini na suggest kutumia Gemini kwa sababu ndio ina uelewa mzuri zaidi wa Kiswahili. Utaweka hii prompt, haya maneno marefu unayoyaona hapa, ambayo nitayaweka kwenye WhatsApp, kwenye channel yetu ya WhatsApp, link ndani ya description. Utaenda utakopia haya maneno, utapaste. Utachokifanya ukisha paste, itaanza kukuuliza maswali haya. Kama unavyoyaona hapa, ndivyo utavyoulizwa hata wewe. Unatakiwa kujibu maswali haya ili ielewe tangazo lako linahusiana na nini. Kwa mfano mimi Ah, acha nitengeneze tangazo linalohusiana na ile programu yetu ya kubeti kwa kutumia AI. Nitajibu kila kitu hapa. Na wewe utajibu kulingana na tangazo lako linalohusiana na nini? Kwa mfano mimi nitawaambia, nauza mbinu na AI ya kuchambua mikeka, umri. Najibu kulingana na kinachoulizwa hapo. Unaviona hapa wananiambia unauza bidhaa gani au huduma gani? Ndio nimejibu kwamba nauza mbinu na AI ya kuchambua mikeka, ya mikeka. Bei yako ni kiasi gani? Ni elfu kumi. Hadhira ni nani? Wateja wako wakuu, manake umri ni miaka ya kwanza ishirini mpaka thelathini. Jinsia karibia asilimia kubwa ni males, na maisha yao, kazi zao hapa sio muhimu, naweza nikaandika kazi yoyote ile na maisha yao ni watu wanaopenda kubet maybe, au watu wanaotamani kubet lakini hawaelewi mambo ya soka. Maumivu na tatizo, tatizo gani kubwa wanalo wateja wako wanalokutana nalo Uh, nikajibu kwamba wanakutana nao wa kwamba kupoteza time kwenye kuchambua mikeka, pia kulost. Je, wanajua kuwa wana tatizo hilo au hawajagundua bado? Haya majibu yote, maswali yote, maswali utayajibu na wewe kulingana na kulingana na kitu unachotaka utangaze, kwa sababu sisi tunataka kutangaza tangazo ambalo tutarun kwenye ads Google, Google ads ads Google, maybe Facebook ads, faida na mabadiliko kila kitu majibu nikayaweka hapa. Baada ya kujibu ma, maswali hayo itanipatia tangazo kama hivi ili tangazo nitachofanya, nitaenda, nitagusa hapa kwenye kukopi. Nikigusa kopi, nitaenda nita edit baadhi ya maneno ambayo nataka yabadilishwe au yafupishwe, kisha nitaenda kuweka kwenye AI studio ili AI studio iongee kwa mfumo wa maneno. Kitu cha kwanza, utaingia Google, utaandika AI studio. Ukiandika AI studio, utaongeza neno speech mbeleni, utaenda kwenye sehemu kama hii, utagusa generate speech. Utaingia kwenye AI studio utagusa juu kulia kwenye kona. Kisha utachagua single speaker audio, then chini yake utachagua Sauti ya mtu. Utaplay zote utaangalia ipi inafaa, maybe ya kike ya kiume, ukishachagua hapa juu kwenye, kwenye style instructions itabidi uandike huyo mtu anayesoma atasomaje. Mimi nitaandika soma kama unasoma tangazo. Na pia utaandika hivyo soma kama unasoma tangazo. Kisha utapesti yale maneno tuliyotoa kwenye ChatGPT na utagusa run. Utasubiri hapo itagenerate audio na uta download hiyo audio baada ya kugenerate itachukua muda, mimi nimeskip na baada ya hapo utaenda huku juu kulia utachagua, utachagua image generator. Kwa sababu kinachofuata ni image. Kisha utaenda kwenye Imagen 4 kwenye AI Studio humo humo utachagua Imagen 4 utagusa continue. Kwenye Imagen 4 hapa itabidi uandike maelezo kulingana na tangazo lako. Kwa mfano mimi, nataka nipate kijana mweusi background plain ya dark green ameshika simu yake, amekaa chini, na ana majonzi pia, amechoka, ameshika kichwa anaangalia simu yake cinematic professional realistic shot shot. Uh, chagua aspect ratio nimeweka hiyo, then picha niliyopata ni hii. Na wewe utatengeneza picha kulingana na tangazo lako na vuhusiana na kitu gani, kama ni simu maybe, kama ni duka kila kitu. Kisha nitaingia kwenye Grok. Ukiingia kwenye Grok utachagua kwenye imagine. Ukiweka hiyo picha kwenye imagine hapa kwenye Grok, Grok itatengeneza video, video ambayo ina move kulingana na picha uliyoweka. Na tumeshapata video ndio hii. Video tuliyopata kwenye Grok ni hii hapa. Utadownload kisha utaingia kwenye Whisky kama utataka upate picha za kufanana na mtu mmoja. Na nakuonesha mbinu tofauti. Ukatumia video za kwenye Grok au ukatumia picha nyingi ambazo zinafanana, utaingia kwenye Whisky. Utasearch Whisky kisha utafika sehemu hii, utachokifanya utaweka ile picha ya mtu uliyemtengeneza anaohusiana na, ana na tangazo letu Kwa mfano mimi nataka tangazo lile nahusu huyu mtu manake huyu mtu ndo awe, unajua kupita kubadilika badilika sura kila muda, inatoa uprofessional flani kwenye tangazo. Kwa hiyo nitaweka picha ya mtu huyu sehemu zote kwenye subject, scene, na style, kisha ita niruhusu nijenerate picha ya huyu mtu mmoja. Nikasema hapa anaangalia kamera na macho yake ni mekundu kwa sababu ya kuchoka, itanatia picha ya mtu yule yule, ila kwa maelezo niliyoandika utasubiri hapo kisha itakupa image hapa. Au unaweza ukagusa sehemu hii hapa iliyoandikwa hii sehemu na utajeneta video kama hapo nitaandika anaitupa simu. Uh, baada ya kugusa ile sehemu nitaandika anaitupa simu kwa hasira na wana utapewa, utapewa nafasi ya generate video tano kila mwezi, kwa sababu Veo 3 ni bure kila mwezi sasa hivi video tano, lakini mimi create account mpya. Ikigenerate video utaenda ku edit video hiyo utaweka, uh, maana yake utaweka audio, maweza, maybe unatumia CapCut, utaweka audio utaweka text kisha utaweka hizi image na video ambazo ajenti kwa kutumia AI tangazo lako litakuwa limekamilika. Nimetumia njia ile ile, kila media inatumia njia ileile, kwa hiyo repeat mpaka tangazo, li, tangazo lijae lote.